Halo, ndio. uh, bwana asifiwe, mtumishi wa Mungu. Amina amina. mimi ni Florence Majani wa Deutsche Welle, pole na hongera kwa majukumu. Asante uh, tumepata taarifa sasa so hivi mheshimiwa Gwajima ya kwamba kanisa lako la Ufufuo na Uzima limefungwa. Je, taarifa hii ni ya kweli? Sina taarifa yoyote mimi mpaka sasa hivi. taarifa hii imeshasambaa kwenye mitandao ya kijamii ikionyesha kwamba msajili wa asasi za kiraia na asasi za kijamii amefunga kanisa lako la Ufufuo na Uzima. Na mimi naona tu online sijapata taarifa yoyote. Ah, endapo taarifa hizi zitakuja kwako kwa rasmi, unadhani madhara yatakuwa ni kwa kiasi gani? Ah, acha nisubiri zije, nitawajulisha zikija. Na unadhani kwamba vita hii sasa inakwenda katika mwelekeo gani? Kwa sababu ni kama sasa baada ya mahubiri yako ya jana, manake katika barua hii inaonyeshwa kwamba kanisa hilo limefungwa baada ya kwamba Uh, umeonekana ukitoa mahubiri yenye mwelekeo wa kisiasa na nia ya kuichonganisha serikali na wananchi. Nikipewa taarifa rasmi nitakujulisha. Sasa hivi sina kanisa, bado lipo, kwa hiyo sina taarifa yoyote. Okay, sawa. Pole sana. Asante. Mungu ameshinda na watu wa Tanzania wote wameshinda.